Alianga tu tutengenezee na akaunti kwa njia hii tutengenezea so tukipepa customer wanaenda wanaingia one kwa, kwa ile maji ku pale gari zinakuja hapo ndani zinaingia zinakwama hapo ndani. Customer hizi kuja hivi juu, pale kuna swimming pool, a pond. Unaona? So inabaki ni aje, Gavana wa Matangi ametujengea hapa shade. Sasa unatengea watu shade na nduthi zinaharibika. Tukijaribu kuulizia kama tunaweza onana na huyo MCA ama MP mwenye anatusaidia, atuonangi ma majibu ju hata yeye alikuwa mkazi wa huku nasikianga, alihama, nasikianga bado uh, anasema ati ataki kiti huku ndio, so, maana tuhudumi wangi tenant hawawezi kaa sana juu gari zao zingine ni za kifahari zinagusa chini, unapata kama hapa nyuma gari inaroa mpaka maji naingia kwa engine. Huyo mtu ana prefer tu anahama. Gava tu watengeneze tu barabara yani, barabara tu zote zikiwa poa. Juu unaona demo, unajua kazi iko chini na makastoma pia. Ukikuja kwa drop pia unapata, unaogopa yani kwenda mahali juu utaharibu gari yako, pia huko unaenda tu hasara. Venye tuliwapea kura pia watuangalie hivyo kwa sababu tunateseka. Uh, MCA badhi anakaa tu araund eh, because anakaa tu hapa just like two hundred three hundred meters from hapa, so pia utumia tu araund hii barabara na uwaga anaona, but hakuna kitu waga anafanya.